Damo Platinum ameweza kuonekana katika hali tofauti tofauti katika maonyesho ya fashion e, yanayofanyika huko Paris akiwa amejumuika pamoja na mastaa tofauti tofauti, ambao fashion hii iliweza kuandaliwa pamoja na Adidas, kampuni ambayo inafahamika katika e, kutoa e, bana mavazi tofauti tofauti tofauti lakini pia viatu tofauti tofauti. Sasa ni kwamba maonyesho haya ambayo yamefanyika huko Paris, Damo Platinum ameweza kuvalishwa pamoja na Will Chalavali ambaye ni moja kati ya, e, bana watu ambao wanahusika na masuala ya fashion na kama pengine labda ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa fashion, basi jina hili la Willy Chalavalia basi sio geni masikioni mwako. Diamond Platnum yeye aliweza kuonekana akiwa amevalia sketi ya jadi ya wanaume kabisa ya upande wa Scotland. Wao wanafahamu kabisa hizi sketi ambazo Diamond Platnum alikuwa amevalia hapa ikiwa na rangi nyeusi kwa e, kwa fanya watu wengi sana kuweza kuvutiwa na jinsi ambavyo Diamond Platinum alikuwa amevalia katika eh, midondoko hiyo hapo. Diamond Platinum, pia jambo ambalo liliwa kwa watu wengi sana ni lile buti ambalo aliweza kuvalia pale, ambao buti hilo hapo ni aina fulani ya Balenciaga ambalo pengine watu wengi sana wanapenda kuliita kwa jina la Venom lenye thamani ya takriban euro mi, eh, euro 1650 zaidi ya Tanzanian shillings milioni eh, tano ambazo ni pesa za Kitanzania. Sasa kwa mara nyingine tena Diamond Platinum ameweza kuonesha ukubwa wake kama msanii, lakini pia the way ambavyo anaweza akavujisha pesa kwa ajili tu ya ya ya kuweza kugaramikia masuala ya mavazi yani kwamba kwamba asikae tena kinyonge. Fahamu kwamba Diamond Platinum pia amekuwa ni moja kati ya mastaa ambao wanatengeneza legacy yao pale ambapo anafika katika sehemu tofauti tofauti. E bana hati huruma! Na kama unavyofahamu pia Diamond Platinum sio tena msanii wa taifa, ni msanii wa kimataifa. Na kipindi ambacho anafika sehemu yoyote e bana, kutupa pesa ni kawaida kabisa. Last time pia katika hot summer jam aliweza tumia pesa za kutosha kabisa katika e, maandalizi tu ya kuweza kufanya performance ya ile Hot e, 97 Summer Jam, masuala ya kuweza kuangalia dressing code za e, madansazi wake, lakini pia yeye mwenyewe aliweza kutupa pesa za kutosha kabisa takriban dola laki mbili na hamsini. Sasa kwa upande wa Damo Platinum, yeye ameweza kuonyesha kabisa kwamba ni moja kati ya wasanii ambao wanatengeneza legasi yao, yani kwamba hataki kutia huluma pale ambapo anakuwa anafanya shoo zake. Drop comment yako, ni upi mtazamo wako kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Lakini pia usiacha kusubscribe kwa taarifa kadhakadha inisodigito chocha